Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ni msanii gani mwingine ambaye hapa Tanzania ambaye maybe tunaweza tukamuona kwenye engona awa wasingeli ambao tayari wameshashiriki. Yote hmm. Wameshashiriki watakae mtaka yote atakuwepo. Uzuri wa wasanii wa Bongo sio sio watu wa mituno sana, hasa jambo likiwa linaenda Kwe, kiki, wacha hapendi kuzalilika. Hapendi kuzalilika, sisi tunaweza tukaongea tu na Harmonize blow, kama unaona ndani mule utashangaa, na akipita unashangaa ni wewe kwamba hey, kwenye mkwadi jeshi noma, tunategemea tuwe tunafanya. <laughs> Hivyo si leo tunavyoshtuka kwamba hey, ndio tunaona raha. Kila mwanafunzi mmoja ana karakta yake. Harmonize, mfano kama akiwepo mule usikake utakn u... pale yani, sijui tutampa ipi yani konde, labda nitaongea na Ndaro niulize tumweke kitengo cha nini. Wewe unaona tunaweza tukampa yani eh? Hawa wanavuta kitu kitu chochote, labda hata majani, mwalimu. Ah, ngoja tutaangalia, tutaangalia, tunaipigia Arusha sasa jiuliza, Arusha takuwa anafanya nini? Mnacheka jamani, kitu akichekesha mnacheka. Ninachofurahi ni kwamba uh, uh, Steve unaonyesha jeuri ya pesa, sababu so, hizi zote ni pesa ambazo unazungumzia investment, ila ah, sina hela za kujisifu bwana, ni hela unayo mm -mm. Yani, ya matumizi ipo bro, unajua watu wenye hela yn yani, unatakiwa kusema una hela ukiwa una, una vitu vikubwa sana Napo haitakiwi vile vile kwa sababu kuna wanaokuzidi. Yaani wewe unajiona una hela. Sawa. Wako wanaokuzidi. Unajiona hauna hela. Wapo ambao hawana zaidi yako, yani hawana. Kuna unaona haina maana ya kusema kwamba mimi na hela. Yaani hiyo ndio sababu inanifanyaga mimi nisitaje eh, msemo Mwana FA sijui alisemaga. Unajiona kama una hela. Mwana FA nani yule? Wapo wanaokuzidi. Unajiona hauna kabisa. Wapo ambao hawana kabisa yani chini yako. Kwa hiyo natakiwa kushukuru tu pia hapo basi. Kama amekuzidi pesa, akinizidi unakuta yani hata kini utakuta kanizidi labda matatizo, lakini sio sio sio kipato, sio vizuri au mambo ya riziki anatoa Mungu. Wewe mwenyewe mtu anaweza kakuambia kakua, kakua bana media fulani ndugu wangu, nyinyi wamewazidi wame, hamna maisha kama wao. Ukakuta wanachoweza kufanya na nyinyi mnaweza. Ukifanya sasa kuna haja gani sasa ya kusema kwamba Kwenye series mm. mm. anauza ubwabwa ana mm. kwenye <laughs> Mune. Mune kanuwa, ki, ana mashetani mle ndani. Huyu hapa. Ni mweupe, ni mbegu nzuri, muonekano wake naeza kuwa na mashetani. Nimeona leo post Instagram watu wanasema umefanana na wanakufananisha na Zailisa. Eh, wanasemaga. <laughs> Mbona Zalisa mnajuana mna, mna mnashikaje? Hapana. Mm -mm. Hatuna. Mshikaje. Mhm. Mm -mm. Sawa. Sisi tunaomba tumalize la mwisho kabla tujenda kwa dada. La mwisho. Ah, uh, Clamo alikuchallenge kwa kuonyesha mjengo wake na magari ambayo anamiliki. Watu wakategemea kuwa Steve anaweza akarejesha naye kwa kuonyesha majengo yake na magari ambayo anamiliki. Ile ilikaa kitoto ama ni nini ambacho kimefanya mpaka sasa hivi hujajibu? No comment. Kuna kitu sitaki kuongelea. Nadhani ushaanza kuhisi ni nini hilo tungelia. Acha sawa, mm. Sio vizuri, mimi na miaka mingi yule, na miaka bado, bado ni mtoto. Sasa hatuwezi tukakaa tunashindana na mtoto, inakuwa sio vizuri.